aisinakutania shamu ujue unazingua ujue afu akili yangu mimi nishaonaga hivyo vitu tu napagawa nachanganyikiwa ujue mi nitaipiga kweli ujue Jordan minataka hivo hivyo ipige hakikisha unaipiga mpaka inachanganya Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa Arusha kutokea Dar es Salam, tulifurahi mno, yamani tucheze. Yani ni ya uhakika kabisa, haina longolongo. PMBET ni yenyewe, ni www.pmbet.co.tz Sasa ndo ukubwa kipindi kile, wewe kabla hujaja, mama yako pia alikuwa anamsumbua hivyo hivyo, na leo zamu yako sasa. Unaanza kupata zile experience ambazo wewe ulikuwa unampa kule mwanzo, na hiyo sasa ndo maana halisi ya kwenda kuwa mwanamke. Ah, yaani nimechoka, lazima wekaeka lake, wewe unafikiri la kawaida lakini sasa nakuomba sana mwa mtu, tabia za kupoteza kumbukumbu za kuhudhuria kliniki mimi sizitaki, maswala ya kunipeleka kule mtu mzima, mi naonekana sina akili kuto kujua tarehe za kwenda pale, ayo maswala mimi sitataka kuyaona tena. Sawa sawa? Ehe. Na ukifanya masiala hapa saizi, utakuwa unajipeleka mwenyewe kwa kliniki. Mi siendi kutakunipeleki mimi Nikafate nini? Nikatukanishwe ovyo kule mika mtoto mdogo wewe? muda wote unakaa huko, haujui hata tarehe ngapi unatakiwa uhudhurie, haujui siku gani utakuwa unao kitu gani, haujui chochote, unanipeleka tu, naenda naonekana sina akili. Sifanye hayo mambo basi, nitakuwa nakumbuka. Eh, ni wajibu wako make sure unaweka kalenda yako proper. Ikifika siku ya kuhudhuria, unaniambia tunakwenda wote, tukiwa tumekamilika. Hiyo ndio maana ya watu kuwa smart. Alafu <tutu> <tutu> bebi, bana ununue gari wasi. Unaona dokta pale alivyoniambia kwamba sitakiwi kupanda bodaboda wala bajaji, alafu istoshi hizi pilikapilika zote hizi za kutoa hela nyingi, oni kama ni hela nyingi unatoa ukiwa unakodi gari. Ununue gari bana. Wewe ni mwanasheria mkubwa, inatakiwa uwe na gari yako. mm. yeah. Hilo neno <laughs> nalimeniingia haswa, talifanyia kazi I promise. kuna namna sasa naanza kupata kaisia angalau kwa ku drive kwa sababu unajua kitaalam eh, mtu, mtu una, unapokaribia kuitwa baba eh, kuna namna sasa kana kwamba unatakiwa utengeneze yale mazingira ili hata katoto kale kanapokuja eh, kae kanaona kabisa yes. E, kumbe dingi hajakaa kizembe eh, lakini hata wewe pia mama mtu e? E, kuna namna sasa kana kwamba unapokuwa unapelekwa clinic ama ile siku kwa ajili ya kwenda kujifungua e, unatakiwa ukifika pale hospitalini, unashusha mguu wako kwenye mkebe fulani hivi mweusi unawaka. Hata wale manesi wakitaka kupokea hivi kidogo, wanakuwa wanatetemeka namna hii, wanakuwa wanakupa heshima, wanasema yes. Huyu ndio madam misses wakili, aonaje? Ndio limeisha. And I do promise you, mwaka no, no, no. Mwezi huu hautokwisha tunaweka cho. Huyu atakuja kuwa mbea, huyu naye alichoka jamani. Awezekani habari za watu wazima anachangia changia, anatikisa kichwa. Sitaki watu waombea bwana. Yote tisa, yaani bora tusahau kila kitu, lakini kumi hili swala lazima tulikumbuke vizuri si unakumbuka? So, daktari, ule ushauri wa mwisho ambao aliupendekeza pale kabla hatujaondoka, alisema nini? Unajizima data au unajisahulisha? Daktari alisema kuna vitu fulani hivi vya kitamaduni, uh, ambavyo yani vinawezekana uh, kuendelea kufanyika sasa hivi haviathiri uh, chochote kuhusiana na masuala ya uzazi na hali yako, kwa hiyo tunaweza tukaendelea tuku kujumuika navyo, kuvifanya. eh, mbona misikumbuki? ile nini, bwana wewe, nini ile, alisema daktari pale nini, kwamba inawezekana sahizi mambo ya kitamaduni yakaendelea, kwa sababu kuna aina fulani ya, ya, ya mitindo na aina fulani ya uingiaji ya penetration yake iwezi kuathiri mfumo wako wa nini. Kwa hiyo mnaweza kuendelea kufanya kama kawaida, aisumbui chochote. Umesahau nini? Anyway, kwako ulikuwa unazunguka kote huko si ungesema yaani wewe hujazingatia vyote, tumezingatia hilo tumaa tu? msingi kama hayo. Na nilifanya vile kumuuliza Dr. Maksudi kwa sababu ulikuwa unanisumbua. Kama bwana, sijui, eh, eh, ufanya hivi bado changa hairuhusiwi, sijui damu itatoka, sijui kiuno, sijui nini, usinisumbue. Eh. Ndomaana kwa msistizo nikataka dokta athibitishe na kathibitishe kwamba inawezekana bila tatizo lolote. Kwahiyo changamkaunachokaje ah, una unachokaje masuala ya muhimu kama haya? uwa nafkiri kila siku mi hapa tunapozungushana. Uh, mi unaniweka katika mazingira gani? kwa sababu vitu vya msingi kama hivi ndio afya yetu wengine. Sasa una, unafanya kama hivyo, kwanza nilale Nimechoka sana. Wewe subiri hadi nikiamka. Ah. Sawa. Mimi nipo, nakusubiri. Eh. Wewe ndio ulali. Usingizi na utoa wapi? Malalaji. Yaani wewe ndio umeubeba usingizi wangu Ukitaka ntalala usipotaka ntendelea kusubiri mpaka kieleweke. Kwao mimi bado nipo, yani. hey, hey, hey, manyanya unaonekana unapenda hivi vitu sana yani. hey, hey, hey, sikia kuwa tufea kama wewe bado nguvu nguvu nguvu unazo, unge nini basi tu, tu, tu, kidogo tumalizane, alafu mwenyewe nataka nipumzike tu nini kidogo, alafu pia m pia mimi nalala <laughs> zangu bana, nimechoka Huko tena unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza, lakini leo mimi sasa nataka ni kusanue ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyoka mno hawa jamaa, so wameweka kibango chao kinachosema no english no service. Hasa mimi leo naweka chakwangu. Unajua, kumbe mtoto bado mbichi kabisa, hata sijui mi nilikuwa nafeli wapi Yani leo nimekuja na mbinu ya kwanza, nimekugusa mtoto, umeruka <laughs> siku nyingine nabadilisha, nakuja na mbinu nyingine. Basi unakuta mtoto unanielewa, naenda najipigia vipasi yangu kama kawaida hivi <laughs> vyakula vya umu ndani vinasaidia aisee, bwana <laughs> Ya unajua, sisi mamidfield tunakuwa tuna njia nyingi za kuzitumia mpaka watu wanakuwa wanatuelewa na kila nikikuangalia we mtoto, na kuona kabisa wameshaanza kunielewa sasa hivi <laughs> muda wowote tu unaelekea kibla, naenda kuchinja <laughs> yaani, hata ulivyoruka unaonekana bado mtoto haujatumika sana hapa <laughs> yani, niko napima tu mitambo yangu nione, lakini mtoto ndo mule mule yani <laughs> Yaani, kiukweli unaonyesha kabisa kama mkoko ndo kwanza umealika maua, hata vile vidaka bado havijatoka. Hivi unajua baba, wewe umenizoea eh? Hivi unujua nitakukung'uta? ah, ah, ah, ah. Nini sasa? makilili ya nini? Eh, mimi na wewe tunaongea wawili, unapiga mikilili mpaka watu wengine wasikie. Nitakukung'uta ngumi, nitakufumua mifupa na mishipa ichanganyikane, ukipelekwa hospitali washindwa kukushona. Umenizoea nyangumi wewe, nakuuliza umenizoea? Eh? Unaanzaje una, una kuninani kunigusa eh? Saizi una, nani unaniona na kuangalia, unafikiri mimi sina akili? Unaniona mimi kila ndage, baba, umenizoea sasa? Nitakuchanganya nani nyama kulikoni. Mama, mwambia huyu mume wako anataka kunizoea mimi. Niko zangu nafuta hapa, kimekuja kinafika kinanichekenya nani kwenye mbavu Eh? Nikipandisha vya kwetu nitakushika nitakupiga vichwa. Hakuna mtu yeyote ambaye atakuja kukusaidia humu ndani yaani, nitakupiga nitakuvunja, kiasi kwamba ukipelekwa hospitali watashindwa kukuelewa, umetafunwa au umepigwa wewe. Sawa mwanangu, nenda kajiandae tuondoke. Yani, mke wangu huyu mdada wa kazi ananikosea adabu, anashindwa kuniheshimu mimi kama baba mwenye nyumba eh. Nawe mke wangu, uko hapa hapa, anaukosea adabu au wendo unaejikosea adabu? Mbona mi hamna siku amenifanyia dharau mundani? Hicho kiburi anachokionyesha ni kwa sababu wendo umetengeneza iwe hivo, manake si siutaki kuheshimiwa. Mwache ya kudharau sasa ah. Hata kama mke wangu eh? Yani huyu mdada wa kazi anafikiria tu anatupanda sisi vichwani eh? anaweza kuongea maneno haya kuniambia mimi, na we mke wangu, kwa papa unamwangalia tu eh? We unafikiria hiyo ni sawa eh? Mimi hata kama kweli nimefanya hivyo vitu, lakini sisi mamidfielda tunakuwa tuna salamu zetu eh? Tuna aina ambayo tunapenda tuishi na watu eh? Sasa ki kibaya kipi ambacho nilichokifanya eh? Kipi kibaya hapo ambacho mii nimekifanya? Mm-hmm. Kumbe ndo unavyojiendekeza eh? na utazalilishwa sana safari hii. Kabinti ka watu kamekuja, maskini ya Mungu, kanajua ni baba mwenye nyumba, kumbe Firauni mwenye nyumba. Alafu unataka kuheshimu kwali. Nisikilize elini, kuna watu wanashindwa kutofautisha karai na sufuria umeona bwana, au karai na beseni? Unajua beseni kazi yake ni kufulia majinzi, na karai kazi yake kupikia chipsi. Mi nashindwa kutofautisha vitu kama hivyo siwezi kushindwa kutofautisha. Na isitoshe huyu kakaa kwenye njia ya reli, we unategemea nini? kama ajagongwa na teni kwenye reli. Yaani ukisema kwenye reli unamaanisha nini? Sikia nikwambie, mndeme, yaani siku ikitokea ukambaka huyu binti humu ndani, ninakufunga utafia jela, nakwambia kwa sababu nimeshajua humu ndani, huyu binti hakutaki. Unachofanya ni kumlazimisha. Sasa mdeme, nikija kusikia, yani mdeme, nikisikia umemsumbua huyu binti au umemfanya chochote kile, nakwambia unafia jela, yani ntakufunga mdeme, ntakufunga wewe. huh? Yani o nifunge mimi kwa sababu ya kumbaka huyo? Huyo ana kitu gani? we mpaka paka mb mimi natembea na pisi kali, tena na watoto ambao hata mwenyewe ukiwaona okay, unashangaa eh, una mara mbili unajiuliza mara. Sasa unacheka nini wewe? angenipiga angenioa meno eh? Unafikiri ungeweza hata kutembea na mimi barabarani? Unakaa kabisa unacheka hivi, sio vitu vya kuvishangilia hivi, natakiwa umie usikitike kama navyoskitika mimi. Leo kanikosa mimi, kuna siku nyingine atakuja atakukosa vile vile, atakukosawee cheka, cheka bana. Hmm. <laughs> Nilikwambia mdeme hiki ni chuma. Yaani uko kijijini kwao, ni alikuwa analima barasi, yaani ukijichanganya hata kubonda wewe. Yaani ni hata kweli <laughs> Muntu, hmm? Kama yeye. Shule inayofunza mema na mabaya. Na wapumbavu angukola koni kicheko kwa wengine wasindikizaji wapambanaji wa Mungu. Hey. mbona huni? Ah, mimi nikimalizana na ekaeka za kutembeza uji nitakunywa. Sasa kuna maana gani ya kukulipia? Nimekulipia wakati mimi nakunywa na wewe unakunywa, tunaendelea na mazungumzo yetu. Hmm. Jamani, kwani unapompa mtu kitu labda unamnunulia? Kwani natakiwa atumie hapo hapo? Labda kama inawezekana ungeniambia maana umeniambia ni kae, kuna jambo nataka uniambie na kusikiliza. Sunajua bado sijamaliza. Huwe ni mwanamke jasiri, shupavu, una nguvu. Hii kazi unayoifanya naona kama unajishusha hazi yako. Mm, sielewi unamaanisha nini. Kuna namna na kutazama kwa jicho la tofauti na ndio maana nikatamani nipate nafasi kama hii ulionipa. Huenda kuna kitu kakibadilisha katika maisha yako mm. Unajua sijaelewa unamaanisha nini yani, mi naona kama ungeenda kwenye pointi, kulikoni unavyokuwa unazunguka zunguka unakuwa unanchanganya tuafukicheki akili yangu yenye michoka hapa. E, nenda kwenye malengo, yaani ulikuwa unamaanisha nini? Sawa. Nakupenda sana Cindy. Sindi kutoka makao makuu ya PMBet mpaka hapa Kigamboni Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya, ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi ni kwasiamini japokuwa kashinda yeye lakini yeah. Siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza Seven Fruit hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Nina hisia na wewe, kuna namna fulani hivi, nikiangalia naona kabisa kwamba mimi nikiwa na wewe tutatengeneza future moja iliyokuwa nzuri sana na ndio maana nilikuwa nakufuatilia kwa muda mrefu sana na hiiso kwangu mimi tuusindi, naamini hata kwako, ukinipa nafasi tunaweza tukabadilisha maisha yetu kwa ujumla, naona kabisa. Ngoja bwana, ujue unaongeza, au ni hicho cha kikombe? Maana kama unaongeza, nipokee kabisa. Hapana, niki hiki tu sim. Sasa unaenda wapi? Hatujamaliza mazungumzo. We, we, we, niachie mkono wangu, niachie mkono wangu sasa. Tupo wawili tu hapa. Kwa nini unapaniki kama hivi? Wewe. Kama unataka niongee nawe tuelewane, niachie mkono kabla sija kufanyia jambo la ajabu. Niachie. Hivyo ni unanionaje mimi? Wewe ukiniangalia mimi na sura kimapenzi mapenzi eh? Wana nimekaa kimapenzi mapenzi hapa nilipo. Eh? Yaani mimi nilijua unaniita. Unataka aba kunipa point ya maana kwamba dada Cindy kuna ishu ya biashara au kuna ishu ya ujasilia mali ya hapa nifanye. Unakuja kuniambia upuuzi gani? Alafu bora ungeenda kwenye pointi unajifanya unazunguka. Una kipi kigeni? Una kipi kipya wewe, kaka, ambacho utanifanyia mimi? Wote nifundisha nini kwenye mapenzi mimi? Eh? Najua maisha ya ndoa, najua maisha ya wanaume, najua hata hayo mahusiano kudanganya danganyana nje. Una kipi kigeni ambacho utanishangaza mimi? Na hakuna kitu nakichukia kwenye maisha yangu kama upuuzi ambao unaniambia. Na katika viumbe na vichukia kwenye ulimwengu. Niye viumbe wanaume tena, ningekuwa na uwezo ningewateketeza wote, vibaki viumbe vingine. Afu unakuja unakaza fuvu, umejikaza kabisa tena, nakupenda wewe unajua maana nakupenda wewe eh. Hivi unajua tena neno nalioongea utikao fatiwa puuzi puuzi. Wenzio tena nikwambie, kuanzia leo hii ukiniona niite kwa swala la uji au mambo mengine usije ukanambia huo puuzi wako tena, umenielewa eh? Ukimaliza uji weka kikombe changu pale nitakikuta. Takataka wewe au mimi, ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, inanipindapinda pinda, dunia tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea ee. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani. Kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia shule Mm -hmm. Mi natoka nafata chakula hapo juu, naona umelala sana. Hata hivyo, muda umeenda sana, saa nne saizi. Koo, ungejiandaa kabisa, ile nikirudi kuchua chakula nikusindikize, kwasababu sio vizuri kwamba kufika pale uenda kana ikasharudi. mm -hmm. Awamka au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, inanipinda, inani pinda, dunia tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea e, nimeosa, ni ndani kwa ndani Natembea ingali nimekufa mawazo, yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka thamani yao <coughs> ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema, no english no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea.